Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa kuhusu uwepo wa kimbunga Jude katika eneo la rasi ya Msumbiji. Kwenye taarifa yake iliyotoa leo Machi 10, 2025, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imesema kwamba uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa unaonesha kuwa kimbunga hicho kitaingia nchi kavu katika eneo la Msumbiji mchana wa leo tarehe 10 Machi 2025 na kupungua nguvu yake. Hata hivyo, kimbunga Jude kinatarajiwa kurejea tena baharini na kuimarisha nguvu yake katika kipindi cha kati ya tarehe 13 hadi tarehe 15 mwezi huu wa tatu 2025. Aidha, kutokana na mwelekeo wa umbali wake, Kimbunga Jude hakitarajiwi kuwa na athari moja kwa moja hapa nchini. Hata hivyo, uwepo wa kimbunga hicho katika eneo la Rasi ya Msumbiji unatarajiwa kuchagiza mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na kusababisha ongezeko la mvua katika maeneo mbalimbali. Vile vile, uwepo wa kimbunga hicho unaendana sambamba na kuanza kwa msimu wa mvua za masika 2025 katika maeneo ya patayo misimu miwili ya mvua kwa mwaka kama ilivyotabiriwa awali na taarifa kutolewa kwa umma mnamo tarehe 31 Januari 2025. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa ushauri kwa Watanzania kwa kusema kwamba watumiaji wa bahari na jamii kwa ujumla wanashauriwa kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri kutoka Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania pamoja na kupata ushauri wa miongozo ya wataalamu wa kisekta. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania yaani TMA inaendelea kufuatilia mwenendo wa kimbunga Jude na athari zake kwa mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na itaendelea kutoa taarifa kila inapobidi. Taarifa hiyo imetolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA, na hapa ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.